tuweze kukaa pamoja na kueleza hicho chema ambacho aliweza kumimina katika maisha ya kila mmoja wetu na tutaona kama Herode akiongozwa na wivu, akiongozwa na chuki. Iwataka kujua mambo haya yaliweza kutabiriwa kwa wakati gani, na tutaambiwa kwamba akawakusanya makuhani wakuu na waandishi wote watu akauliza mahala pa kuzaliwa wa Kristo na wakati ambapo hawa wanaohamisha wamweleza kwamba ni katika Bethlehemu ya Yudea kwa maana nabii ameandikwa hivi: E Bethlehemu katika nchi ya Yuda kui kamwe mtu wa mwisho kati ya mijini kubwa ya Yuda, kwa maana kwako atatokea kiongozi atapewa chunga watu wangu Israeli, atatokea kiongozi atakayewachunga watu wangu Israeli. Lakini ni jambo ambalo iliweza kuleta fedheha katika maisha ya Herode, na kwa sababu ya kiburi tunaona kwamba iwataka hawa mamajusi wapate kwenda kujua mahala ambako huyu mtoto yupo, natuwauliza ana anyuma mamankwe akaua mke wake, ndugu za mke wake na hata watoto wake watatu. Nini ambacho hangeweza kufanya kuhakikisha kwamba huyu ambaye amekuja kuwahutiwa na majuzi amuondoshi hata maishi? nini ninib Tuliweza, ama tungeweza kusherehekea siku ya tarehe 28 Disemba, ni kuhusu vifo za watoto ambao waliuawa alipo toa amri ya kwamba watoto walio na umri wa miaka miwili kurudi chini wa, kuru wa kiume wote wapate kuondoshwa wa kwa nia ya kuweza

anataka kujua ujumbe, walibaki hali baada ya kutoa habari. Hata wao hawakuweza kutumia nafasi ile kutaka kujua ukweli wa mambo, ili wapate kuondoka na kweli kwenda huko Bethlehemu, ili waweze kumtafuta huyu mfalme wa Wayahudi ambaye amezaliwa. Na katika maandiko, tuambiwa kwamba they gave 500 instances lod no? The King with the heor and even with all that information they remained indifferent. Tunaona kwamba they became ignorant of the scriptures, na tuambiwa kwamba ignorance of the scriptures has no defense, na hivyo walipokuwa na ukweli poun bema kuweza hata kubeba zawadi zile ambazo watazitoa ama kuzikabidhi wazazi wa huyu wa mtoto ambaye amekwisha kuzaliwa. Zawadi hizi ni za huyu mtoto, tunaambiwa kwamba ni dhahabu, uvumba na manemane, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba Commentary on the Torah by the Jewish rabbis suggested that a star appeared in the sky at the parts of Abraham, Isaac, and Moses. Wakati ambapo Abrahamu, Isaka na Musa walipozaliwa, nyota ilionekana juu angani na hivyo, kwa sababu ya jambo ilikuambiwa katika hiki kitabu cha Hesabu ishirini na nne aya ya 17. Huyu Baramu ambaye alikuwa ni nabii alizungumzia na kusema kwamba hiyo nyota itaweza kuonekana kutoka katika ukoo wa Yakobo, na ndio rahabu inasimamia, aabu inasimamia upande wa Yesu Kristo maana

kutuchuza ya mbinguni ili tunapoendelea kupata mkuso huo, na sisi tuweze kubadilika na kuishi kwa mapana na nia na mapenzi yake Mungu. Yesu all the three gifts represents the life of this child who has been born, na mtakatifu mtakatifua ambaye alishi God the kuzikaisea kwa sababu tunapozungumzia kuhusu ubani na manemane, manemane ni manukato yaliyotumiwa kuweza kutayarisha mwili wa mtu ambaye ameaga dunia kada ya mazishi yake. Kwa hivyo

kuutaaa tunakuja kukutana na yeye ili tuweze na sisi kutoa zawadi zetu. Pengine leo hatujabeba beba dhahabu, ugumba na manemani. lakini